ya miguu yangu na ni mwanga wa njia zangu. Hasemi maombi kwamba ni mwanga wa njia zangu, hasemi kufunga kwamba ni mwanga wa njia zangu. Kumbe kuna baadhi ya vitu sisi kama wakristo tunahitaji tu neno la Mungu peke yake. Bwana Yesu asiwe sana. Ni kweli kuna vitu vina umuhimu katika maisha yako, ni kweli unabii una umuhimu katika maisha yako, ni kweli miujiza ina umuhimu katika maisha yako, lakini miujiza ni miujiza, ni kitu ambacho hakiwezi kikakusaidia moja kwa moja, msaada wa muujiza

Yaani, matokeo ya muujiza kwenye maisha yako sio matokeo ya kudumu. Matokeo unabii, siku leo, ni kitu fulani Atoma, Biblia, inasema kwamba sitakoma upendo, na kitu fulani kinakusumbua kwenye maisha yako. Lakini ikakuombea kikaisha. Lakini baada ya kuisha inasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Anamzungumzia Yesu huyu ambaye tunamhubiri siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hili neno ambalo tunakuhubiria mimi pamoja na kaka mahali hapa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu, watumishi wa Mungu, unapokuwa unasikiliza neno peke yake unapokea uponyaji. Mm. Usisubiri, si ifike sehemu uombewe, hapana. Kuna sehemu Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni afya iyo ya mifupa yangu. Yes. Yaani, neno la Mungu linaweza lika likaboresha afya yako mwenyewe ndio. Sema watu tumeshakalili kwamba tunajua kwamba Mungu tukitaka labda aniponye ugonjwa wangu, lazima nisubiri kwamba mtumishi wa Mungu kwanza aje kuniwekea mkono. Yeah. Lakini kumbe Mungu katika kipindi cha neno, yeah anaweza kukufungua katika shida unayopitia. Katika kipindi cha neno, Mungu anaweza kufanya yale yasiyowezekana kuwezekana. Biblia inasema ya kwamba imani inakuja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kuna mambo mengine, mtumishi wa Mungu, unahitaji tu uwe na imani ili uweze kutoka pale ulipo. Haujatoka pale ulipo, mwana Mungu, kwa sababu hauna imani ya kwamba Mungu anaweza kukutoa hapo ulipo. Bwana Yesu asiye sana. Nataka nikwambia kwamba imani haiondoi matatizo, ila imani inafanya vitu visivyowezekana kuwezekana. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Naudia tena, imani haiondoi matatizo. Imani inafanya yale yasiyowezekana kuwezekana. Kama ilikuwa haiwezekani wewe kupata mtoto, imani inafanya kuto kupata mtoto, kwa kuna funi jambo ambalo linawezekana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asiye sana. Imani haikupi matokeo ya moja kwa moja, kuna wakati mwingine. Kuna muda mwingine unaweza kuwa unapita katika changamoto fulani ama jaribu fulani. Kuna muda jaribu linaweza likaondoka kwenye maisha yako, Mungu akaliondoa hilo jaribu. Lakini kuna kipindi Mungu anaweza akakupa nguvu ya uwezo wa kuvuka kwenye hilo jaribu. Bwana Yesu asiye sana. Sio kila muda ambapo ndio maana kuna muda mwingine unaweza kuwa unaomba unajua. Watu nashinda kumwelewa Mungu. Kuna muda unaweza kuwa unamuomba Mungu, nipite katika ile ni jaribu, Mungu naomba nitoke kwenye ile jaribu, lakini ajikuta kama kadiri unazidi kuomba kwenye ile jaribu, ile jaribu halijaiondoka kwenye maisha yako hata siku moja kwenye jaribu. Mm -hmm. Yaani jaribu naweza kaliko pale lakini maombi akakupa akakupa mlango kufanya nini wa kutoka kwenye ilo jaribu, so ina depend. Usimkalili Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Kichwa cha somo letu yetu leo inaitwa kumtegemea Mungu, mtegemee Mungu, kumtegemea Mungu. Jifunze kumtegemea Mungu katika maisha yako. Jifunze kumtegemea Mungu katika nini maisha yako. Hebu sema jifunze, jifunze jifunze, jifunze. jifunze. kumtegemea Mungu. kumtegemea Mungu katika maisha, maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, yeah, sana. Unajua mwanadamu kama mwanadamu, unajua hakuna mwanadamu asiyetegemea kitu fulani kwenye maisha yake kuna watu wanategemea pesa zao, kuna watu wanategemea wajomba zao, kuna watu wanategemea kaka zao, kuna watu wanategemea ndugu zao, baba zao. Kila mwanadamu unayemwona katika dunia, kuna jambo ambalo analitegemea ili liweze kumtoa katika matatizo. Hakuna mtu yoyote asiyetegemea kitu chochote kile. Mwanadamu ameumbwa kuweza kutegemea kitu fulani mwanadamu kama samaki ambao ameumbwa kutegemea maji, ndege ameumbwa kwa ajili ya kutegemea anga na mabawa yake, ndivyo hivyo hata mwanadamu yote yule ameumbwa kwa ajili ya kutegemea kitu fulani katika maisha yake. Sasa swali la kuuliza wewe siku ya leo ni kitu gani ambacho unakitegemea katika maisha yako? Je, ni Mungu unayemtegemea? Je, ni vitu ulivyonavyo unavyotegemea? Unajua, kuna mtu anaamini katika mali zake, kuna mtu amefika sehemu anaamini katika vitu alivyonavyo, kutokana na hela imempa kiburi, pesa zimempa kiburi, yeye anajua kama nikiona shida hii nitaenda kwenye pesa, pesa zinaweza kunisaidia Nikiwa kien, ni na shida fulani nitaenda kwa babangu babangu anaweza kanisaidia. Ni kwa sababu huyu mtu ana watu wenye wa nguvu, huyu mtu ana vitu vyenye nguvu, lakini bila kujua kwamba mali zina ukomo wa msaada. Watu wanaweza kukusaidia sehemu fulani, kuna sehemu zingine kukusaidia. Yeah. mali inaweza kukusaidia sehemu fulani, mali haiwezi ikakurudishia mchumba aliyepotea. Mali inaweza kumpa ikakupa mchumba ambaye hakupendi ambaye anazipenda mali zako. <laughs> Kwa makini sana, mtumishi wa Mungu, na watu wanaokuja kwenye maisha yako wanapenda kitu gani kwenye maisha yako? Je, yeah, wanakupenda wewe au wanapenda vitu ulivyonavyo? Je, yeah, wanakupenda wewe au wanapenda ule msaada ambao unaweza kufanya kwenye maisha yako? Yeah, kuna mtu mwingine anakupenda ni kwa sababu

wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa wana wa Mungu. Usimpe usimpe uwezo wako kila mtu. Usimsaidie kila mtu katika maisha yako. Ni nani ambaye amekupokea kwenye maisha yako? Unajua shida, watu tunamsaidia kila mtu. Na ndio watu tumekuwa tunaumia. Hatuangalie ni mtu gani amekupokea. Mwana wa Mungu usije, yaani, usitumie msaada wako kumfanya mtu akupokee wewe kwenye maisha yako. Ila angalia kwamba amekupokea, baada ya kupokea, ndio umpe msaada kwenye maisha yako. Mimi mimi kizamani mtumishi wa Mungu, nilikuwa nimsaidia kabla hata hajani hajani pato chochote. Alikuwa hana kitu yule dada, alikuwa na kitu yule kaka. Ni kwa sababu ulitumia pesa zako ili aweze kukupokea. Na ndio maana kuanzia alipokupokea kupitia mali zako, kuanzia kipindi hicho mpaka siku leo anakuwa kama kitega uchumi. Ndio. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watumishi wa Mungu. Ndio. Kwa hiyo jitahidi kumtegemea Mungu. Biblia katika kitabu cha Zaburi inaongea, na yule anasema kwamba hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, lakini sisi tunahitaji jina la Bwana. Ina maana kipindi kile kuna watu walikuwa wanategemea farasi zao. Kipindi kile kuna watu walikuwa wanategemea magari yao. Kipindi kile kuna watu walikuwa wanatembelea wanategemea vile vitu ambavyo walikuwa navyo. Lakini Daudi anasema kwamba hawa wanataja vyote lakini sisi tunahitaji jina la nani? Jina la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu farasi zina ukomo wa kukupa msaada. Kama ni watu watu wana ukomo, watu wanakufa. Ukimtegemea mwanadamu leo, mwanadamu anakufa. Mwanadamu anaweza akabadilika. Mwanadamu anaweza kaka amesema hapa mwana, kuna kipindi unaweza unamtegemea mtu, mtu a kuna kipindi mtu anaweza naezaka anakupa msaada, ni kwa sababu hujainuka, lakini kipindi ambacho anakupa msaada, kipindi ambacho anakuona umeinuka, anakata huo msaada. Nini kwa, ni kwa sababu ulimtegemea mwanadamu. Mwanadamu anabadilika, leo anaweza kukusaidia, kesho nkshukutukakuta kwamba amekwazika asiweze kukusaidia tena kwa nini? Kwa, kwa sababu msaada wake una kikomo, lakini heri kumtegemea Mungu ambaye msaada wake hauna kikomo. Siku leo nataka nikwambie kwamba jifunze kumtegemea Mungu, acha kutegemea wanadamu Amen. wanadamu msaada wao huko na kikomo, wanadamu msaada wao huko na mwisho, wanadamu msaada wao sio wa kudumu. Mwanadamu anaweza akawa nacho leo, kesho asiwe nacho. Mwanadamu anaweza akaumwa, mwanadamu anaweza akafa. Lakini bora kumtegemea Mungu ambaye hawezi kubadilika yeah, wala hawezi kufa. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisome yeah. yeah. kitabu cha Zaburi ya 118 mstari wa nane kitabu cha Zaburi ile sura ya 118 mstari wa nane nataka tuone kitu pale, kitabu cha Zaburi ile 118 mstari wa nane. Inasemaje? Anasema kwamba ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Kumbe katika maisha yako unatakiwa, yani, nisikilize wewe <SSSSSSSSSRIENCIO. SSSERANCO> mm. Siku leo hapo ulipokaa ulipo, umekata tamaa hapo ulipo, ni kwa sababu kuna watu uliowategemea na hawajakusaidia. <SSSSSSSRIENCIO> mm. Ulikuwa unasema mimi hii shida yangu fulani alikuwa ya anaweza kunisaidia mimi kutokuwa na kazi fulani alikuwa anaweza akanisaidia yeah. Lakini wale watu hawajakusaidia, wale watu watu wamekuachia njiani, na ndio maana huko hapo ulipo umevunjika ume moyo, huko hapo ulipo umejikatia tamaa, huko hapo ulipo mtu akikuangalia nakuona ni kama mtu usiye na matumaini. Kwa nini? Kwa sababu tumaini lako uliweka kwa wanadamu. Watumishi wa Mungu, usiweke matumaini kwa kiumbe ambacho kinabadilika, ndio yeah. Usiweke matumaini kwa mtu ambaye anaweza kasikia njaa. Ndio. Mwanadamu anaweza kasikia njaa akakubadilikia. Kuna siku nilikuwa naongea na kaka nikasema kwamba kaka usiwe, mtaka kanifundisha kitu kimoja kanipa kanuni moja kanambia kwamba kaka usije kumwamini mtu sio mmoja siku zote mtu mwenye njaa. Mtu ambaye anamua mtu mwenye njaa anaweza akakuuza hata kwa vipande 30 vya fedha. Mtu mwenye njaa. Ukimtegemea mtu mwenye njaa atakapoziona pesa anaweza akabadilika kwa sababu ya zile pesa. Pesa. Usimtegemee mwanadamu aliyeumbwa na mwanamke. Watu wanaokatanga mazao.